Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete ni moja katika taasisi chache sana barani Afrika yenye vifaa na wataalamu wa moyo kwa dizaini ile ambayo wanayo kina Mweshimiwa D Peter Kisenge. Kwa hiyo kwa hakika tunamshukuru sana Mweshimiwa Raisi kwa hili aliloliona, lakini kubwa si kwamba hawa wamekuja kutoa huduma tu, lakini hii pia ni fursa ya kuimarisha idadi ya watu wa utalii wa matibabu. Kwa sababu, eh, kwa sababu takwimu zinaonyesha kwamba nchi ya Komoro inatumia takriban yuro milioni mia tatu kwa matibabu ya raia wake nje. Sasa hizi ni hela wanalipa raia wenyewe, lakini Eh, Tanzania inapokea kwa kiasi chake idadi eh, ya fedha hizo, lakini kwa hichi kinachofanyika ni uwekezaji wa namna moja ama nyingine katika kuimarisha ushirikiano wa sekta ya afya ambayo kila mmoja atakuwa mshindi. Tumekuja na tiba mkoba ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kama mnavyofahamu. Eh, tiba mkoba Dkt. Samia Suluhu Hassan eh, imekuwa inazunguka nchini kote Tanzania na tumezunguka mikoa mingi sana na sasa hivi tiba mkoba Dr. Samia Suluhu Hassan imevuka mipaka, na kwa sasa hivi tuko Komoro ambapo, eh, eh, tiba hii mkoba imeanza kuanzia tarehe tano na itamalizika tarehe kumi na mbili, na mpaka sasa hivi watu waliojiandikisha kuonwa na madaktari wetu ambao wamekuja kutoka hospitali za kitaifa ni watu elfu tatu na mpaka sasa hivi tumeona watu elfu moja mia tatu na hamsini na moja wasi wani za dhati kwa hili zoezi ambalo linafanyika na, na kutoa shukrani kwa pande zote mbili za nchi zetu na kuonyesha kwamba hizi juhudi zilizofanyika kuanzia kwa kwanza kwa Dokta Samia Suluhu Hassan kwa kuwa wametoa hati ya kuwa kwamba hili zoezi litakuja kufanyika huko Anjuani kando limeanza kufanyika na anashukuru sana pia, na juhudi za mheshimiwa Zali Asumani alizokuwa wanafanya, na dokta amempokea vizuri na huduma za hospitali zinaendelea vizuri za registration, kwa sababu alifanya registration mapema, alipokuja kaingia, akaingia kumwona dokta wa cardio